Tulipotoka, yalipo, na anaendelea kwa mwaka 2026. Jackson, karibu. Huu ni mkusanyiko wa habari za kimataifa zinazoangazia kwa ufupi lakini kwa undani matukio makuu yaliyoigusa dunia na bara la Afrika mwaka 2025, tukiyatazama yalipotoka, yalipo sasa, na mwelekeo wake kuelekea mwaka ujao 2026. Karibu sana, mimi ni Jackson Mwanuzi, kama kawaida. Tanzania haijawahi kubaki nyuma katika diplomasia ya kimataifa, na mwaka 2025 imeupiga mwingi, ambapo Mei 18, 2025 jijini Jeneva nchini Uswizi, mshauri wa rais wa maswala ya tiba nchini na mkurugenzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili Profesa Mohamed Janabi alichaguliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika. Profesa Janabi alikuwa mgombea pekee kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Akawania nafasi hiyo dhidi ya wa wagombea wanne kutoka Afrika Magharibi ambao ni Dr. Nda Konani Michael Yao kutoka Ivory Coast, Dr. Drame Mohamed Lamine kutoka Gine, Dr. Bureima Hamasambo wa Niger na Profesa Mejiawa Mustafa kutoka Togo. Katika kampeni yake, Profesa Janabi aliwasilisha vipaumbele saba mbele ya mawaziri wa afya wa nchi wanachama wa WHO barani Afrika akisisitiza ah, umuhimu wa maboresho ya huduma za afya, upatikanaji wa rasilimali za kifedha kwa ajili ya kugharamia huduma bora na maandalizi ya kukabiliana na majanga na dharura za kiafya. Tanzania inaendelea kusimama imara katika kuboresha huduma za sekta ya afya kwa kushirikiana na mataifa mbalimbali mbali, kwa kuwajengea uwezo wa hudumu wa sekta hiyo, kuwekeza katika teknolojia mpya na kufungua milango ya ubunifu ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo. Suala jingine lililotikisa vichwa vya habari mwaka 2025, umeacha alama nzito ya migogoro na ukosefu wa usalama barani Afrika hususani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Sudani mashariki mwa DRC ghasia ziliendelea kushuhudiwa huko, kundi la waasi wa M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda likinyakua maeneo muhimu yakiwemo Goma, Bukavu na Uvira. Haya yalitokea licha ya makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda yaliyoratibiwa na Marekani na kutiwa saini Washington Disemba 4 mwaka 2025. hali iliyoonyesha changamoto ya utekelezaji wa diplomasia ya amani. Matokeo ya ghasia hizi yamekuwa mabaya zaidi hadi Disemba 2025, maelfu ya raia walilazimika kuyahama makazi yao mashariki mwa DRC na wengine wakikimbilia Burundi na Tanzania kutafuta usalama. Wakati huo huo, nchini Sudan, vita kati ya jeshi la taifa na kundi la RSF vimeendelea vikisababisha vifo vya makumi ya maelfu na madai mazito ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Zaidi ya raia milioni tatu waligeuka wakimbizi wa Sudani huku wengine wakivuka mipaka kuelekea Chadi na Sudani Kusini. Wachambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa wanaeleza kuwa migogoro hii ina mizizi ya kisiasa, kiusalama na kijiografia na kwamba mwaka 2026 utahitaji juhudi thabiti za kidiplomasia, ushirikiano wa kikanda na uwajibikaji wa wahusika wote. Swali kuu, je, mikakati hipi mipya ya dhati itakayochukuliwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita ili kusitisha mapigano, kulinda raia na kurejesha utulivu wa kudumu katika ukanda huu nyeti wa bara la Afrika. Na mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Viongozi wa dunia walikutana jijini New York nchini Marekani katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa UNGA uliofanyika baada ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwa umoja huo mwaka 1945. Ajenda kuu zilijikita katika kusaka amani ya dunia, kusitisha migogoro inayoendelea na kuimarisha haki za binadamu. Kwa bara la Afrika, mkutano huu ulikuwa jukwaa muhimu la kudai mageuzi ya mfumo wa kimataifa hususan kupata kiti cha kudumu katika baraza la usalama la umoja wa mataifa kwa sauti moja viongozi wa Afrika akiwemo rais wa Kenya William Ruto walitaka usawa katika maamuzi ya kimataifa wakipinga mfumo wa kura ya turufu unaotumiwa na mataifa matano yenye nguvu Afrika ilisisitiza kuwa mfumo wa sasa unakwamisha haki na hatua za haraka pale sheria za kimataifa zinapokiukwa. Hata hivyo, wachambuzi walionya kuwa mageuzi hayo yanahitaji mabadiliko ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, hatua inayohitaji uungwaji mkono wa theluthi mbili ya wanachama wote. Wakati huo huo, mkutano huo uliangazia kwa nguvu suala la Palestina, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisisitiza kuwa kulitambua taifa la Palestina ni haki ya msingi. Msimamo huo uliungwa mkono vikali na mataifa mengi Afrika, ya Afrika yakiongozwa na Afrika Kusini huku zaidi ya nchi 147 duniani zikiwa tayari zimelitambua taifa hilo. Kwa sasa macho na masikio yanaelekezwa Septemba 2026. Je, umoja wa mataifa utachukua hatua za kihistoria kulitambua taifa la Palestina? Je, utaipa Afrika sauti kupitia kiti cha kudumu kwenye baraza la usalama pamoja na kuleta suluhu ya migogoro inayoitikisa dunia? Mimi ni Jackson Mwanuzi, kwa niaba ya wenzangu Frederick Nwaka na Anwar Mkama, tunakutakia heri ya mwaka mpya elfu mbili na ishirini na sita. Ukawe mwaka wa amani na usalama kwa bara la Afrika. Wana majumui hawa bwana Mm, wamekutana wakatuangazia okay, yale yaliyojiri kwa ishirini ishirini na tano kimataifa. Nwaka, mm, Nuari pamoja na uh, Jackson Mwanuzi mm.